Amwachie mwanangu kama yuko hai, kama hayuko hai, aniletee ni mzike mwenyewe. Aniletee mwanangu nizike mwenyewe, wasije wakaenda kumtupa baharini. Unapokuwa mtu umesomesha mtoto toka kichanga mpaka amefika mahali kwamba anaweza kukusaidia, ukapata hata doti kakanga, leo wenzi wanakuja kukatia ghafla tu. Sababu hasa nini walimchukua huyu binti huyu? Unamwona huyu dadako Walibomoa pia wakaruka ukuta. Naomba watusaidie kama polisi wanajua, hawajui kama mwanamke uliyegaramia kulia kulea mtoto ukiwa mjane, leo yanakuja kutendeka haya. Inasikitisha sana. Ina maana wanaumiza watu kama wanaumiza manyati ya polini au matembo ya polini kabisa. Inasikitisha sana kwa nchi ya Tanzania. Nyerere hakutolea vile hakutolea vile hata siku moja. Huyu mtoto nikikwambia siri yake, toka alipozaliwa alikuwa mtoto wa pekee kabisa. Kwanza yeye alipenda kwenda kusomea mambo ya uchungaji na urubani wa ndege, lakini sisi wazazi tukawa uwezo hatuna kwenda urubani wa ndege. Alipenda sana urubani wa ndege zile gharama za kulipa alipomaliza form 6 unaona, ni mtu mwenye upendo vibaya mno hata kama hajakujua atakusalimia vizuri kwa kuelewana kwa upendo wa hali ya juu e, katika maisha yake toka alipokuwa mdogo kabisa kabisa alikuwa hata kuongea hajui. yeye ni kucheka tu, kuongea akifika hapa atawasalimia na wenzie, kuingia ndani vitabu moja kwa moja. Kwa sasa sisi actually tunamwomba Mungu kwa kiasi kikubwa, hatuna tegemeo lingine zaidi ya kumwomba Mungu. Yeah. Sisi kimbilio letu ni Mungu tu. Yeah. Kwa hiyo ni hivyo tu. Hatuna hatuna namna nyingine. Hatuwezi kujua kwa sababu hawatuambii chochote. Kwa hatuwezi kujua. Hatuwezi kujua, hawatuambii chochote. Yeah. Kwa hiyo ni hivyo kama wanamwachia wana mwachie. Damu nyingi zilimwagika unajua pale ndani. Nyingi sana. Nafikiri mliweza kuona jana. Kwa hiyo hivyo, kama wanamwachia wana akiwa hai tutashukuru, lakini kama watakuwa wamefanya kitu tofauti, basi watupe mtu wetu tuendelee na mambo mengine. Hivyo tu, mi namwomba mama Samia aongee neno, namwomba mama Samia aongee neno hivyo tu.